Kwanza tumpongeze mwalimu, uh, sijui ni wa mpito ama ni wa muda ama ni wa kudumu uh, wa KMC ambaye amechukua mikoba ya Mwalimu Ngala ameibadilisha timu kwa kiasi kikubwa sana na imetoa upinzani mkubwa sana kwa Simba Sports Club, na nadhani katika mechi nne hizi ambazo tumecheza back to back, hii ndio mechi ambayo imekwenda vizuri kwanza. E, hakukuwa na rafu za kishamba shamba, lakini vile vile hakukuwa na upotezaji wa muda wa aina yoyote ile Wameruhusu mpira uchezwe na wameruhusu e, timu bora ipate, ipate ushindi. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza KMC, wamecheza mpira usiokuwa na mashaka mashaka ndani yake na wamefungwa kwa, kwa, kwa kulingana na makosa yao na ubora wa Simba Sports Club. Tumemaliza e, syndicate yetu ya mechi nne ngumu ambazo zilikuwa zimebandana kama tasbihi na tumeweza kupambana kuchukua alama kumi na mbili katika mechi hizo. Haikuwa kazi nyepesi hata kidogo. Shukrani za kipekee zimwendee Mwalimu Fadlo Davis kwa kuweza kufanya rotation kubwa ya wachezaji kumpa nafasi mchezaji mmoja mmoja tofauti tofauti kwenye kila mechi eh, na hatimaye kuifanya Simba kufanikiwa kuiduka kuibuka na alama kumi na mbili. Nadhani katika mechi hizi nne ni Musa Kamara pekee ndiye ambaye hajafanyiwa mabadiliko, lakini wachezaji wengine wote wamefanyiwa mabadiliko, kumekuwa na mzunguko hapa na pale. Yote ni kuweza match in na ugumu wa ratiba. Tumeibuka na ushindi leo wa magoli mawili kwa moja. Haikuwa mechi nyepesi sana, na haukuwa ushindi wa kukufanya urelax, lakini yote kwa yote, tunawashukuru wachezaji wetu kwa kuwa na ubora usiomithilika na kuiwezesha Simba kufanikiwa kupata ushindi katika mechi hii ya leo dhidi ya KMC. Msemaji, mmefanikiwa kushinda viporo vyenu vinne mfululizo. Pengine hii ni message kwamba mnalitaka taji la NBC? Absolutely. Tunalihitaji taji la ligi kuu ya NBC. Tuna muda mrefu, miaka misimu mitatu hatujachukua kombe hili, kwa hiyo msimu huu tunaona kabisa tunastahili kuchukua, kulingana na ubora wa timu tuliyokuwa nayo na mwenendo wa ligi unavyoelekea. Unaona kabisa e, Simba ipo kwenye nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa huu. Kwa hiyo tumepata ushindi katika mechi hizi ambazo naamini watu wengi sana wamekuwa surprised. Wapinzani wetu wengi walikuwa wanasubiri, uh, Simba adondoshe alama katika mechi hizi ili waweze kufanya sherehe zao. Lakini tumeanza mechi ya kwanza na Mashujaa, hawakuamini kilichotokea mechi na JKT, hawakuamini kilichotokea mechi ya Pamba, alikadhalika. Basi ah, labda baba mwenye nyumba atamzuia mpangaji wake, lakini bado naye tumem, tumemfanya vibaya nyumbani kwake vilevile, kwa hiyo tumechukua tume, tume, tume alama hizi kumi na mbili. Mimi naamini kuna watu hivi sasa wame, wame, nafsi zao zimechemka upya nafsi zao zimepata moto upya na zimepata mhaho mpya na zimepata uoga mpya baada ya Simba kupata ushindi katika mechi zake hizi nne za viporo. Swa, swa, swa, monyo, wakati, e, wakati anabomba ana, ana, ana, anabumbabumba swali lake, wakati anaendelea kulifikiria swali lake, semaje, mimi nafahamu mmemaliza me, mchezo huu, kituo kinachofuata ni kimataifa. Semaje, bila shaka, zungumza kidogo, wote wanatamani kusikia huko kimataifa mambo yapoje. Ya yeah, kimataifa ndiko ambako tunaelekea na kesho majira ya saa tano asubuhi, Mwenyezi Mungu akitujaalia kufika salama tutazungumza nanyi waandishi wa habari kuwatangazia program nzima ya Simba kuanzia tarehe ya kuondoka wachezaji wanaoondoka, na ratiba nzima ya Simba Sports Club, ikiwemo kauli mbiu kuelekea katika mchezo wetu, na vile vile, kama haitoshi, ratiba na mpango mzima wa hamasa mechi ya marudiano na viingilio. Kwa hiyo hili la kimataifa, ndugu zanguni, kesho ni waalike makao makuu ya Simba Sports majira ya saa tano 5 asubuhi, twende tuzungumze kuhusiana na maandalizi ya mnyama kuelekea katika mechi dhidi ya RS Berkane ya kusema kweli, eh, tumepata kipimo kizuri sana eh, namna ambavyo wapinzani walikuwa wanacheza kwa nguvu na, na kukamia sisi kwetu ilikuwa inatupa eh, faida kubwa sana na hasa katika mchezo wa leo, na yenyewe imetupa eh, funzo kubwa. Kama mmeuangalia mchezo vizuri eh, muda mwingi wachezaji wote kumi na moja wa, wa, wa, wa KMC walikuwa wanakaa wana, wanakaa wana, wana nyuma ya mpira ama walikuwa wana defense wana linda, yani hivyo ndivyo ambavyo Berkane atacheza kwenye mechi ya fainali hapa Benjamin Mkapa. Kwa leo tulikuwa tunafanya mazoezi namna gani ya kufungua loki za KMC, ili Berkane atakapoamua kutaga na kukaa nyuma, tujue namna gani ya kumfungua na bila shaka mmeona ndugu zangu, namna namna ya kumfungua, ufunguo anao Joshua Mutale. Kuna namna fulani anapiga 1 2, anachukua, anaweka, anaweka goli. Sasa ile ndiyo tulikuwa tunafanya zetu mazoezi, namna gani ya kwenda kumkabili mpinzani wetu atakapoamua kukaa nyuma. Kusema kweli, mimi ni washukuru, japo kuna ambao waliona wanatukomoa, lakini in a real sense walikuwa wanatupa mtihani ambao tukiufaulu tunakwenda kufaulu kwenye michuano ya kimataifa. Mechi na Mashujaa, namna ambavyo ilikuwa ngumu sisi pale, tulikuwa tunaongeza fitness yetu. Mechi ya JKT Tanzania namna ambavyo ilikuwa tafu, tulikuwa tunaongeza ubora wetu mechi na Pamba Jijini, namna ambavyo ilikuwa ngumu sisi, tulikuwa tunaongeza umakini mechi na KMC, namna ambavyo waliamua waliamua wachezaji wote kumi na moja kukaa nyuma na kupiga counter attack, ndivyo ambavyo mpinzani wetu atakuja kucheza Benjamin Mkapa, na sisi tukafanikiwa kumfungua na kumfunga magoli mawili. Kwa hiyo tumepata mazoezi mazuri kweli kweli, ambao baada ya mazoezi hii sasa tunayo imani na matumaini makubwa sana nyama anakwenda kufanya vizuri kwenye mechi ya fainali. Uh, kwenye football tunaangalia nani amefunga magoli mengi zaidi. Uh, huyo ndiyo ndio mshindi mpaka sasa. Hatumdai Kamara chochote kile kwa sababu tayari ameshavunja rekodi ya msimu iliyopita ya kuwa na clean sheet kumi na sita. Uh, anayeshikilia rekodi hiyo ama aliyekuwa na rekodi ya, ya, ya, ya clean sheet msimu uliopita, uh, alikuwa ni kipa wa Coastal Union, Ray Matampi alikuwa na kumi na tano. Uh, msimu huu mpaka muda huu nazungumza nanyi tayari Musa Kamara ana clean sheet kumi na sita. Remember huyu ni mchezaji mpya, kwa hiyo haya mengine yanayotokea yote ni bonus, wala hatumdai, as long as timu inapata ushindi, sisi we are very happy, lakini ni jambo la kuongeza umakini zaidi kwenye eneo la ulinzi ili kutoruhusu kufungwa. Na unajua saa nyingine, timu kubwa huwa hatupendi kufungwa, yaani tunaweza tukakufunga magoli saba ukatufunga moja tu tukanyong'onyea. It, it, it happens sometimes. Kwa hiyo, timu kubwa sisi huwa hatupendi kuchafuliwa, mmenielewa eh? Tunasemaga usichafue gazeti. Kwa hiyo ina kera, lakini hatuwezi kuanza kujiuliza kwamba sasa tumepoteza clean sheet. Hakuna cha maana chochote kwenye clean sheet hizo, kwa sababu tayari timu imeshinda. Lakini Musa Kamara ndani ya msimu wake mmoja tayari amesha prove kwamba yeye ni extraordinary player. Kwanza kuna jambo moja nitaka tuliadress kitaalamu kidogo. Inawezekana kabisa msimu huu ukawa ndio msimu ambao Simba Sports Club tumefanya usajili bora kuliko misimu ya hivi karibuni.